Moja huko kaunti ya Migori inalilia haki baada ya kijana wao wa umri wa miaka 19 kuuawa katika eneo la Angata Barakoi mpakani mwa kaunti za Migori na Narok. Familia ya Brian Mwita ambaye alikuwa anafanya kazi ya bodaboda inaeleza kuwa mwana wao aliuawa kwa kudungwa mishale kichwani alipokuwa amepeleka mteja katika sehemu hiyo. Mtoto wetu kama familia tungeomba tupate haki. Mtoto wetu amechinjwa kama mnyama na si mwizi. Tunaomba tu serikali, popote pale walipo, waangalie mtoto wetu, watuangalie venye watatusaidie mtoto wetu. Hata mama yake ana sehemu yenye atamuzika, maana jua ako nyumbani hakuolewa. Brani amelala ametungwa mishale mitatu miwili kwa moja, kwa kichwa, mwingine kwa shingo na nyingine kwa kiuno, na akachinjwa kama kuku ili tustua. Lakini sasa mimi kwangu nasema kwamba ni kijana ambaye alikuwa na ubora wake na anajulikana, ni kijana alikuwa anafanya kazi yake kwa kujituma.